Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku leo, Jumatano, juma la saba, kipindi cha Pasaka, mwaka si wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 aya ya 28 hadi 38 na somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane sura ya 17 aya ya 11 hadi 19. Karibuni tusikilize injili. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Yesu alisali akisema: Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Nilipokuwapo pamoja nao mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa, nikawatunza wala hapana mmoja wao aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie. Na sasa naja kwako, na maneno haya na yasema ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu imetimizwa ndani yao. Mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu, kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu, kama mimi ni sivyo wa ulimwengu. Uwatakase kwa ile kweli; neno lako ndiyo kweli kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni, na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe ili na hao watakaswe katika kweli. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa sana ndugu zangu katika Kristo, karibuni tutafakari mafundisho tunayoyapata katika somo la injili tukiongozwa na ujumbe unaosema tudumu katika kusali na kuombeana. Mazingira ya somo la injili tulilosikia hivi punde yanamwonyesha Bwana wetu Yesu Kristo akiwa anasali akiwaombea wanafunzi wake kwa Baba. Hapa Kristo ananifundisha mimi na wewe juu ya kusali na kuombeana. Hivyo basi, anatualika tufanye sala iwe usukani wa maisha yetu sisi kama waamini na tena kama wabatizwa, yani tunaomfuata Kristo kwa namna ya pekee. Ndugu zangu, leo tunaalikwa kutafakari maneno yenye thamani kubwa sana kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo katika ile sala yake ya kikuhani alipokuwa akimwomba Baba kwa ajili ya wanafunzi wake, na hii ni mara baada tu ya kutoa wosia wake kwa wanafunzi wake na kabla ya kuingia katika mateso. Yesu anawaombea wanafunzi wake ulinzi, furaha na umoja, ambavyo ni alama ya upendo. Yesu anaombea ulinzi kwa sababu anawajua vizuri sana wanafunzi wake na anafahamu wazi changamoto na hatari watakazokabiliana nazo. Muda wake wa kuendelea kuwa pamoja nao ulikuwa umekaribia kuisha, hivyo anawaombea kwa Baba ili awalinde na awaepushe na yule mwovu Shetani. Ndugu zangu, hapa tunapata funzo juu ya nguvu ya sala katika kushinda majaribu, changamoto na mapito mbalimbali mbali katika maisha. Tujiulize, ni mara ngapi tumekutana na vikwazo na magumu mbalimbali mbali. lakini tukaacha kumlilia Mungu atusaidie, na badala yake tukaamini katika nguvu zetu wenyewe au tukakimbilia sehemu mbalimbali mbali zisizo na msaada. Na tena ni mara ngapi tumeshindwa kuwaombea wenzetu wenye matatizo mbalimbali mbali, au hata pengine kuwasaidia kwa kadiri iwezekanavyo? Kristo anatufundisha nguvu ya jina la Baba, hivyo anatufunza kumkimbilia yeye kila mara. Kila tunapohisi kukosa usalama tumkimbilie yeye, naye atatukinga na majanga mbalimbali mbali. Jambo la pili ambalo Kristo anaombea wanafunzi wake ni furaha. Tunaweza tukajiuliza ni kwa nini hii? Ni kwa sababu furaha ni jambo la msingi katika maisha yetu sisi wanadamu. Mioyo yetu ina kiu kubwa ya furaha isiyotoshelezwa na mambo ya dunia hii, ila ni Mungu pekee anayeweza kuitosheleza. Mtakatifu Agustino alisema umetuumba kwa ajili yako, e Bwana, na mioyo yetu haina utulivu mpaka itakapotulia ndani yako. Ndugu zangu, furaha ya kweli ipo katika neno la Mungu ambalo ndiyo kweli yenyewe. Ni katika kuzishika amri za Mungu tunaweza kuishi maisha ya furaha. Amri za Mungu ni alama zinazotuonyesha uelekeo ili tusipotee njia. Ndiyo maana tunaambiwa katika maandiko matakatifu, Kristo kabla ya kutiwa nguvuni alitumia muda mwingi sana kuwafundisha wanafunzi wake utaratibu mzima wa kuishi inavyopaswa. Huu ni mwaliko kwetu kutimiza mapenzi ya Mungu ili kudumu katika njia njema na ndiko kuwa na furaha, wapendwa. Mtoto mdogo akifanya kosa anahisi vibaya sana na anaona haya na hata kuhuzunika mno, na pengine kuchanganyikiwa, japokuwa hata pengine hajawahi sikia juu ya amri za Mungu. Lakini mgeukie sasa mtu mzima. Mara nyingi sana tukienenda kinyume na mapenzi ya Mungu tunachukulia ni jambo la kawaida tu. Hatuna moyo kama wa mtoto mdogo wa kufanya majuto kamili, tunajidai tutaungama, hivyo tunaduriki kukosa hata kwa makusudi. Ndugu zangu, Kristo kuweka sakramenti ya kitubio haimaanishi basi ni lazima kutenda dhambi. Ipo pale kuturudishia uhuru wa kuishi pindi tunapofungwa na dhambi. Dhambi hutuondolea furaha, na njia pekee ya kuwa na furaha ni kuenenda kulingana na amri za Mungu. Hivyo tunaalikwa kuziweka amri za Mungu ziwe sehemu ya maisha yetu. Jambo la tatu ambalo Kristo anawaombea wanafunzi wake ni wawe na umoja. Anatufundisha juu ya maisha ya jumuiya, akitualika kila mmoja kutambua nafasi ya wengine katika maisha yetu. Umoja ni alama ya upendo, hivyo tuna jukumu la kuishi kama ndugu tukisaidiana katika nyanja mbalimbali mbali za maisha. Wapendwa, sala hii ambayo Kristo anasali akiwaombea wanafunzi wake ni ishara ya upendo wake kwa wanafunzi wake na inatufundisha kuombeana sisi wenyewe kwa wenyewe, tukidhihirisha upendo uliopo baina yetu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Paulo Stefano Laiza wa Shirika la Wamisionari wa Damu Takatifu ya Yesu kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo.